Hello watu wa Mungu, karibu hapa RFK TV Online. Naitwa Madam Glory Basuta, karibu katika kipindi changu cha Sauti ya Faraja. Mtu wa Mungu, kama kawaida yetu, ili tuifanye RFK TV Online izidi kujulikana zaidi, na kuomba usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare hii video kwa watu wengine. Watu wa Mungu, leo nina somo linalosema Mungu anakupenda. Kwanza nitakuja na story hii yangu ya mimi. Kama mimi katika maisha yangu hapo zamani nilikuwa nadhani kuwa kama wewe unatenda dhambi sana, unakuwa una nafasi ya kuweza kurudi na kuwa katika Mungu wako. Basi watu wa Mungu, nikawa siku moja nimehudhuria katika mafunzo, nilikuwa ni mafungo. Sasa katika mafungo hayo, ndipo ambapo niliweza kujua kuwa Mungu anakupenda, yaani amkini ya wewe uwe unafanya vitu gani, lakini ukikaa katika kufanya toba, ukimwomba Mungu wako msamaha, yeye anakusamehe. Mimi nilikuwa najiona sifai mbele za Mungu. Nilikuwa najiona mimi mtu wa dhambi sana, lakini katika mafungo yale nilivyokaa, kweli katika kutafakari neno lake katika maombi yale, ndipo Mungu alipoweza kunijibu mimi, akaniambia kuwa mimi nakupenda sana, na akasema kuwa yuko proud sana na mimi. Kwa hiyo ndipo tokea hapo maisha yangu yalivyobadilika, nikajua kuwa Mungu yuko upande wangu na bado ananipenda, kwa hiyo ni lazima nifanye kusudi lake. Lazima nikae katika mstari wake. Ndipo ambapo nikazidi kujifunza na vitu vingi sana ambavyo vinakupelekea wewe kuwa karibu na Mungu, ikiwa pamoja na nini, na kufanya meditation. Ndipo nilipojua kuwa Mungu anatupenda tena, anatupenda sana sana. Yani nilivyosikia ile sauti kuwa Mungu ananipenda na ananipenda tena, yuko proud of me. Yani nilijisikia ni furaha, ilinijaa sana, sura yangu ilibadilika, nikawa na furaha natokea. Hapo ndipo ambapo nilipobadili maisha yangu, nilipoamua kuishi mimi nikimtegemea yeye, nikipanga nafasi, nikiweka ratiba za kukaa kuongea naye, nikilisoma neno lake, nikitenda yale mambo ambayo yeye anayapenda kama kusaidia watu mbalimbali. Basi mtu wa Mungu, kutokana na somo hili nimelileta kwenu, ili nawe pia uweze kujua kuwa Mungu anakupenda. Mungu anakupenda tena yuko proud na wewe, jinsi hivyo ulivyo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, hebu fanya hima, tengeneza ratiba zako za kukaa ukiwa unaongea na huyu Mungu wako, ukiwa unatafakari neno lake, ukiwa unatenda yale yote ambayo anayapenda yeye Mungu wako. Mungu wako ndipo ambapo utakapoona mazuri mengi sana yanakuja kwako, ndipo utakapoona baraka zinakuja kwako. Kwa ukijua kuwa wewe unapendwa na Mungu, hebu fanya vile vitu ambavyo yeye anavipenda. Utakapovifanya vile vitu ambavyo yeye anavyovipenda, ndipo ambapo utaweza kufanikiwa katika kila eneo. Kama wewe ni mfanya biashara utafanikiwa, kama wewe ni mfanya kazi utafanikiwa kama wewe ni upo tu unajihusisha labda na vitu gani, vinge vitafanikiwa. Ni kila kitu cha mikono yako utakachokifanya kitafanyaje? Kitabarikiwa. Kikubwa kinachotakiwa ni kuthamini ule upendo wa Mungu kwako. Ukiuthamini ule upendo wa Mungu kwako, hautakaa kuacha kusali wewe au, utakaa kuacha kufanya maombi wewe au, utakaa kuacha kusoma neno lako wewe au, utakaa kuacha kufanya vile vyote ambavyo Mungu anafanyaje anavipenda. Kwa hiyo watu wa Mungu, tuchukue somo hili kuwa Mungu anakupenda, tuchukue somo hili Mungu anatupenda. Kwa kila siku jiambie, kwa Mungu ananipenda, kwa kama Mungu ananipenda, lazima nifanye vile vitu ambavyo yeye anafanyaje anapenda, ili azidi kukupenda zaidi na zaidi, atakukupenda zaidi na zaidi, ndipo ambapo pale mema yatakuja kwako. Asanteni sana watu wa Mungu. Ulikuwa nami Madam Glory Basuta katika kipindi changu hiki cha Sauti ya Faraja ambacho kinakuwa kila siku saa nane mchana kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Usisahau kusubskribe hapa RFK TV Online, usisahau kukomenti, kulike na kushare hii video kwa watu wengine. Asanteni sana, Mungu anatupenda.